Mlango wa saba. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya maana. Kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamwonee mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali vumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi naam, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Lakini enendeni sasa hata mahali pangu palipokuwapo katika Shilo, nilipolikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone nilivyopatenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli. Na sasa, kwa sababu mmezifanya kazi hizi zote, asema Bwana, nami nikasema nanyi nikiamka mapema na kunena, lakini hamkusikia; nami nikawaita, wala hamkuniitikia; basi nitaitenda nyumba hii iitwayo kwa jina langu mnayoitumainia na mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyopatenda Shilo. Nami nitawatupa ninyi mbali na macho yangu, kama nilivyowatupa ndugu zenu wote, yaani wazao wote wa Efraimu. Basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huone wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto, na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Je, watu hawa wanikasirisha mimi? asema Bwana. Hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe? kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: tazama hasira yangu na ghadhabu yangu zimemwagwa juu ya mahali hapa, juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya miti ya mashamba, na juu ya mazao ya nchi; nayo itateketea, isizimike. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu, mkale nyama. Maana sikusema na baba zenu wala sikuwaamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu, siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri. Lakini naliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru, mpate kufanikiwa. Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma, wala si mbele. Tokea siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo, nimewatuma watumishi wangu wote, manabii, kwenu ninyi, nikiamka mapema kila siku na kuwatuma, lakini hawakunisikiliza wala kutega sikio lao, bali walifanya shingo yao kwa ngumu, walitenda mabaya kuliko baba zao. Nawe utawaambia maneno hayo yote lakini hawatakusikiliza nawe utawaita, lakini hawatakuitikia nawe utawaambia, taifa hili ndilo lisilosikiliza sauti ya Bwana Mungu wao wala kupokea mafundisho; uaminifu umepotea, umekatiliwa mbali na vinywa vyao. Zikate nywele zako, e Yerusalemu, uzitupe, ukafanye maombolezo juu ya vilele vya milima, kwa maana Bwana amekikatana kukitupa kizazi cha ghadhabu yake. Maana wana wa Yuda wametenda yaliyo maovu machoni pa Bwana, asema Bwana. Wameweka machukizo yao ndani ya nyumba hiyo iitwayo kwa jina langu, hata kuitia unajisi. Nao wamepajenga mahali palipoinuka pa Tofethi, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwateketeza wana wao na binti zao motoni, jambo ambalo mimi sikuliagiza wala halikuingia moyoni mwangu. Basi angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo halitaitwa tena Tofethi wala bonde la mwana wa Hinomu, bali litaitwa bonde la Machinjo, maana watazika watu katika Tofethi hata hapata kuwapo mahali pa kuzika tena. Na mizoga ya watu hawa itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi, wala hapana mtu atakayewafukuza. Ndipo katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu nitaikomesha sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, kwa maana nchi hiyo itakuwa ukiwa.